Habari mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa habari Kiganjani, popote pale ulipo, ni matumaini yangu kuwa u mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena katika meza yetu ya habari ili tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri muda huu. Mezani tumefikiwa na taarifa tofauti tofauti mpya na mbaya sana. Ni taarifa za vifo na mauaji. Taarifa hizi zinasikitisha zinahuzunisha na zinaumiza, hakika zitakutoa machozi. Kikubwa unachopaswa kufanya wakati unatazama na kusikiliza habari hii, hakikisha kwamba unamwomba Mwenyezi Mungu awe nawe katika maisha yako ya kila siku na akupe mwisho mwema. Sasa tuwemo katika kuziangazia taarifa hizi mpya na mbaya sana za vifo na mauaji ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Taarifa ya kwanza ni tutakwenda kuangazia jinsi ambavyo boti nyingine imezama ziwa Victoria na kuhofiwa kupoteza maisha ya watu zaidi ya saba. Taarifa ya pili ni jinsi ambavyo bwana mmoja amegongwa na gari na kupoteza maisha papo hapo huku chanzo kikidaiwa kuwa ni mwendokasi. Na taarifa ya tatu na mwisho, tutakwenda kuangazia jinsi ambavyo bwana mmoja amewaua ndugu wa tatu kikatili, kisa mgogoro wa ardhi. Lakini kabla hatujakwenda mbali zaidi, naomba nikukumbushe tu ya kwamba kuna eneo kubwa sana na zuri linauzwa. Hilo ni eneo lenye ukubwa wa hali ya juu, linauzwa kwa bei sawa na bure. Eneo lina sifa zote, lipo karibu na ziwa, lakini pia limepakana na jeshi yaani JWTZ kumaanisha kwamba usalama upo wa kutosha. Hata ukinunua basi, unakuwa na uhakika na amani. Hakikisha ya kwamba unapiga simu ili upate kununua eneo hilo ambalo ni zaidi ya kubwa, ujipatie ardhi kwa bei kitonga. Eneo hilo linalouzwa lipo mkoa wa Mara, Musoma. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0688022972 7. Nunua ardhi, wekeza kwenye ardhi kwa manufaa ya baadaye. Sasa tuendelee. Takribani watu saba wanahofiwa kufariki dunia nchini Uganda baada ya boti ya mizigo kupinduka katika ziwa Victoria alfajiri siku ya Jumatatu, ikiwa safarini kutoka kisiwa cha Kalangala kuelekea jiji la Entebbe. Boti hiyo ambayo ilikuwa imebeba magunia ya mkaa ilikumbwa na upepo mkali na mawimbi mazito kabla ya kupinduka. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, ajali hiyo imetokea majira ya saa tatu kamili asubuhi. Mashua ya wavuvi wa eneo hilo iliwaokoa watu watano waliokuwa wakielea juu ya magunia ya mkaa. Mmoja wa walionusurika Moses Bukenya alieleza kuwa walikuwa jumla ya watu kumi na wawili katika boti hiyo. Coxswain alituhimiza kurusha mizigo majini baada ya maji kuanza kujaa, lakini haikusaidia. Mashua ilipinduka na tukaanza kuogelea huku tukijishikilia kwenye magunia ya mkaa. Alisema Bukenya katika mahojiano na gazeti la New Vision. Kwa mujibu wa BBC, ajali hiyo imeongeza hofu juu kwa mujibu wa BBC, ajali hiyo imeongeza hofu juu ya usalama wa usafiri wa majini nchini Uganda hasa katika Ziwa Victoria. Mnamo mwaka 2023, watu zaidi ya 20 walifariki dunia baada ya boti ya abiria iliyokuwa imejaa kupita kiasi kupinduka. Kadhalika, mwezi Novemba mwaka wa 2018 ajali nyingine kubwa ilisababisha vifo vya watu 30. Wito umetolewa kwa mamlaka za usalama wa usafiri majini kuchukua hatua za dharura Eh, kuweka viwango madhubuti vya usalama ikiwa ni pamoja na matumizi ya vifaa vya kujiokoa yaani life jackets, ukaguzi wa mizigo na elimu kwa wasafiri kuhusu tahadhari za dharura. Lakini pia kwa upande mwingine, mmoja afariki dunia baada ya kugongwa na gari, chanzo kikidaiwa kuwa ni mwendokasi Shinyanga. Jeshi la polisi mkoani Shinyanga linachunguza tukio la kugongwa na gari mkazi wa mtaa wa Sido, kata Ibinza Mata, ya ibinzamata halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, magembe mabula shija mwenye umri wa miaka 56 na kufariki papo hapo, kisha dereva wa gari hilo kukimbia. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne, Aprili 8 mwaka huu wa 2025, kamanda wa jeshi la polisi Shinyanga, Janet Magomi amesema tukio hilo limetokea siku ya tarehe 7 Aprili mwaka huu wa 2025 saa 2 usiku. Saa 2 usiku tulipokea taarifa ya ajali iliyosababisha kifo cha mtu mmoja aliyekuwa akitembea kwa miguu maeneo ya stendi kuu ya mabasi Ibinzamata baada ya kugongwa na gari hiyo, eh, dereva pamoja alitoweka. Jeshi la polisi linamfuatilia dereva huyo, amesema Magomi. Katika uchunguzi wa awali, tumegundua kuwa chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa gari hilo na kushindwa kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara, amesema Magomi. Tunaendelea kusimamia taratibu na sheria za usalama barabarani na tutakuwa wakali kweli kweli kwa wasiofuata sheria za usalama barabarani na kuhusiana na kifo cha mtu huyo tunaendelea kufuatilia ni nani aliyesababisha, na hatua kali zitachukuliwa. Lakini pia kwa upande mwingine e, taarifa zinaeleza kuwa aliyeua ndugu watatu amehukumiwa kunyongwa hadi kufa Arusha. Ni mauaji ya kutisha, ndivyo unavyoweza kusema baada ya ndugu watatu ambao, Esta Matei Lydia Matei na Angela Barnaba kuuawa kwa kuchomwa visu sehemu mbalimbali za miili yao. Mauaji hayo yalitokea Septemba 18 mwaka wa 2022 katika kijiji cha Mchangani ambapo Angela marehemu alikwenda kufanya usafi kwenye kaburi la baba yake akiongozana na watoto wa ndugu zake Esther na Lydia marehemu. Walipofika katika eneo hilo, hawakukuta msalaba katika kaburi, hivyo kulazimika kuanza kutafuta maeneo ya wa jirani wakiwa wanaendelea, alitokea ali kijana mmoja aitwaye Matei ambaye alikuwa mjukuu wa marehemu mwenye shamba aliyewaamuru kuondoka. Ilidaiwa Esther alimjibu kuwa wanatafuta msalaba wa babu, wa, wa babu yao ambapo Matei alidaiwa kumpiga na ubapa wa panga na kuwataka waondoke. Matei alielezwa kuondoka na baada ya muda mfupi kurejea akiwa na mshtakiwa ambaye ni Raymond Milanzi ambaye alimchoma Esther kifuani. Angela juu eh, alimchoma Esther kifuani na Angela juu ya kwapa la kulia ambapo baadaye wote watatu Esther Matei, Lydia Matei na Angela Barnaba walifariki dunia shambani humo. Mahakama Kuu masijala ndogo ya Mtwara imemhukumu Raymond Milanzi adhabu ya kunyongwa hadi kufa baada ya kumkuta na hatia ya mauaji ya watu hao watatu. Jaji Martha Mpaze alikuwa akisikiliza kesi hiyo ya mauaji alitoa hukumu hiyo Aprili 4 mwaka huu wa 2025, na nakala yake kuwekwa kwenye mtandao wa mahakama, ambapo baada ya kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili, amesema upande wa, wa mashtaka umethibitisha kosa hilo pasipo kuacha shaka ilivyokuwa shahidi wa nne wa mashtaka Hebet ambaye ni mtoto wa Angela alidai wakati wa mashambulizi hayo alikimbilia kijijini kwa ajili ya kuomba msaada na waliporudi eneo la tukio walikuta watu wote watatu wamefariki dunia. Katika hukumu hiyo Jaji Mpaze amesema licha ya kukosekana kwa ushahidi e, wa moja kwa moja, mazingira ya mauaji hayo yameonyesha uwezekano wa kuwepo kwa mgogoro wa ardhi baina ya mshtakiwa na, marehe, eh, na marehemu hao. Shahidi wa nne alidai siku ya tukio mama yake alimchukua hadi mchangani kwa ajili ya kusafisha kaburi la babu, babu yake Hebert, eh, mshungeni na wakiwa njiani walikutana na binamu zake Lydia na Esther, na, na, na kuongozana nao hadi kwenye shamba lililokuwepo eh, kaburi hilo alidai walipofika waligundua kuwa msalaba haukuwepo, hivyo kuanza kutafuta maeneo ya jirani katika shamba hilo. Wakati shahidi huyo akiwa ndiye shahidi pekee wa tukio hilo, mashahidi wengine walichukua jukumu muhimu katika kesi hiyo, wakitoa maelezo ya ushiriki wao na hatua walizochukua kufuatia uhalifu. Shahidi wa kwanza Dr. Rajab, eh, Nasoro aliyeufanyia uchunguzi eh, alia fanyia uchunguzi miili hiyo mitatu alihitimisha kuwa wote walipoteza maisha kwa kuvuja damu nyingi kutokana na majeraha makubwa ya kuchomwa na visu. Shahidi huyo alitaja jeraha la Este lililokuwa kifuani lilikuwa na urefu wa sentimita saba. Jeraha la Lidia upana wa sentimita nne na urefu wa sentimita sita na la Angela lilikuwa na urefu wa sentimita sita, na upana wa sentimita nne. Shahidi watatu Mwenyekiti wa kitongoji cha Machinda, Angelina Joseph alidai kupokea taarifa za mauaji hayo kutoka, kutoka kwa mpita njia ya, eh, na kuzifikisha kwa ofisa mtendaji wa kijiji. Alidai baada ya tukio hilo usiku aliongozana na maofisa polisi kwa ajili ya upekuzi katika nyumba ya mshtakiwa ambapo walipata kisu kinachoshukiwa kuwa silaha iliyotumika kwenye mauaji hayo, kwa mujibu wa hukumu hiyo. Hata hivyo, kwa sababu zilizojulikana, hata hivyo, eh, kwa sababu zinazojulikana na upande wa mashtaka, kisu hicho hakikuwahi kutolewa kama kielelezo mahakamani. Shahidi wa tano, Sergeant Boaz ambaye alikuwa mpelelezi katika kesi hiyo, alidai Raymond alijisalimisha siku hiyo ya tukio kwa hiari katika kituo cha polisi cha Nachingwea na kukiri kuhusika na mauaji hayo na baada ya kumjulisha, eh, na baada ya kumjulisha haki zake za kisheria aliandika maelezo yake utetezi Wakati wa usikilizwaji wa shauri hilo Raymond alikana kutenda kosa hilo na kudai kesi hiyo ni ya kutungwa kutokana na mgogoro wa ardhi unaoendelea. Alidai kuwa eh, siku hiyo ya tukio alikutana na kundi la watu saba, wakiwamo wakiwamo marehemu hao, shahidi wa nne Valence Matei, Charles Matei na mtu mmoja aliyekuwa akiongozana nao ambaye alikuwa akitaka kununua eneo hilo lenye mgogoro. Alidai kuwa baada ya kuhoji uwepo wao, gomvi ulitokea na kundi hilo lilikuwa na silaha na kumshambulia, ambapo alipata majeraha na kuwa marehe, eh, na kuwa marehemu hao walijeruhiwa wakati wa ugomvi huo. Raymond alikana kuhusika na mauaji hayo wala, eh, kuhusika na shambulio lolote, akisisitiza kuwa anahusishwa isivyo haki kutokana na mzozo wa ardhi.